Taesironi biangwamu aya, makofi hayo, ninakaya wapo hapa. Mchungaji Mtiba Emali yuko hapa, mchungaji wa ushariki Kabuzi. Sante sana mchungaji Nyaka. Aha, na mchungaji Kahigi Timothy ambaye ni mchungaji hapa ambaye ni mchungaji. Ninajivunia wachungaji wa hawa kwa sababu tunatumika pamoja na kwa kupendana. Sasa ya wachungaji tunaye wakili wetu wa jimbo taka Roma, tafadhali. Oh, niwe radhi, niwe radhi kuna mchungaji wa niliwaona hawa wa kuna mchungaji ya Kiruta tam chumba waitu Nyegera waitu Nyegera, yawezekana labda wapo wengine tunao tumikana ndani ya jimbo lakini wako tu waliopo Iruya ni mchungaji Kitambi sijuko Chwali mchungaji Chwali nikamsahau mtu. Sasa mchungaji Bejumura pale bss Mwoni, mchungaji tano buga, je hayo taarifa je kwa taarifa basi, ni ha tunapenda kushukuru wachungaji hawa na wakili wetu, mshauri wetu wa wakili ndo ozoka okumukumbona e, wa ku huyo ni mshauri wetu wa wakili ambaye kwa kwetu tunaendelea kutumika pamoja Jimbo niya, jimbo ni, ya jimbo letu la Mashariki, mama mwenyekiti wetu wa Betania jimboni crazy amen. Sasa na mama Grace, tuna wenzetu tulio kwa kuwa ni siku ya mtaa, ngazi ya usharika, ngazi ya jimbo, ngazi ya dayosisi, niombe wale wenzetu familia za waasisi wa, wa ngazi yako kuna walio ulio wasili kwamba watafika au hawajafika, familia ya marehemu e eh, familia ya mchungaji marehemu Tamu Shubusi. Asante sana karimu. Mama huyu kule tunapenda ku. Mama akamgisha, tunapenda kushukuru familia na mchungaji Jesse, nilimuona sehemu, ni huyo, tunapenda kushukuru Apana. Sasa niobe na nini ni watambulishe kwa sharika yule ambaye amemisi. Tukimaliza hapo, tutakuja kuonana kwenye vikao vyetu kule tulisema tuwepo. Nianze na usharika wa Katare, waandilisti wa usharika wa Katare kwa haraka haraka, tafadhali

Tova, tafadhali. Natajoa. Asante sana. Tova yuko hapo. Tunapenda kushukuru usharika kwa burugu. Wajilisti, wa injilisti burugu. Kagondo, tafadhali usharika wa Kagondo kwa pamoja, Kagondo

Kwa kweli tunapenda kuwashukuru. Nafikiri kwa atakuwa nimewasahau basi, baadaye tutakuja kutambulisha madam. Basi, baada ya hapa, pende kuchukua kumkaribisha katibu wetu mkuu wetu kwa ajili ya itifaki zinafuata. Katibu mkuu wetu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Askofu wa dini. Mheshimiwa viongozi wa ibada wa wawa injilisti sharika wa sisi sote, nisi kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ambaye tunamshukuru Mungu kwamba tupo hapa Katare saba e, mwezi wa kumi kwa matukio makubwa. Tukio la kwanza ni tukio la uzindi wa kanisa hapa. Ili ni tukio kubwa. Kulikuwepo kanisa zuri dogo ambalo tulilizoea, lakini sasa limebadilika kuwa kubwa na la kisasa. Hii kuwapongeza wanaKatare, naomba tu makofi. Aki, kanisa hili vizuri linavutia. Na sisi tunaotokea kwenye shingine, bila shaka tumejifunza. Sasa kuna maeneo mazuri, maeneo mengine tunahitaji kuyapanua, maeneo tunahitaji, lakini Wanakatale, mmefunika tunawapongeza sana. Mungu awabariki sana. Lakini tukio la pili ni tukio la waasisi, ni siku ya kukumbuka waasisi kati yetu, katika jimbo, na katika usharika na mtaa wa Katale. Leo ni siku maalum katika muktadha huo, kwamba tulianza tulianshura mwaka jana kidayosisi na baadaye zinazohusika kupitia halmashauri kuu, ikaonekana tuguka kwenye majimbo. Kwa hiyo kila mwaka tunazunguka jimbo fulani, na mimi kuwepo bahati nzuri. Kwenye kikao hicho, sijui aliyeamua kwamba tu Mashariki ni nani, lakini kamati ya tunaona ilipokea nguvu zote katika jimbo la Mashariki ejiandaa